Tunaungana na mkurugenzi wa Idara ya Sayansi, Teknolojia na Ubunifu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Ladslaus Mnyone ambaye tupo naye hapa studio. Mwenzangu Good Luck Po, tunazungumza naye. Naam, kabisa, mersi. Na kama ulivyosema, e, ni kongamano la Africa E-learning Africa 2025 ambalo linakutanisha wadau wa masuala ya elimu na kama alivyosema kwamba tutakuwa na Profesa Ladislaus Mnyone ambaye ni mkurugenzi wa idara ya sayansi, teknolojia na ubunifu kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kuweza kufahamu kwa kina kuhusu jambo hili kubwa. Na hi, huu ni mwendelezo, Tanzania imekuwa miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zikihost um, uh, mikutano mikubwa ya kujadili mustakabali uh, wa masuala mbalimbali. Tulishuhudia mkutano mkubwa wa nishati ambao ulifanyika Afrika, ulifanyika hapa Tanzania, ulikutanisha wadau mbalimbali. Hivi karibuni pia tulishuhudia mkutano mkubwa wa madaktari bingwa wa, wa moyo na, na, na, na makongamano mengine mengi ambayo yamekuwa yakijadili hatima ya masuala mbalimbali ambayo mbali, ya yanagusa bara zima la Afrika na hata wakati mwingine e, dunia kwa ujumla. Na katika hili la Africa e-learning Africa 2025 tafahamu kwa kina hasa nini ambacho kinakwenda kujadiliwa. Prof, karibu sana. Nashukuru sana. Na, na, na, na pengine tu, tu, tu, uh, tuanze kwa kufahamu e-learning Africa ni nini hasa na ni ajenda ipi ambayo inazungumzwa humo. Nashukuru sana, e, e ni moja ya makongamano makubwa sana ndio, e, sio Afrika peke yake lakini na duniani kwa ujumla. E, ni kongamano ambalo linaleta wadau kutoka makundi mbalimbali mbali kutoka katika uh, nchi zaidi ya 65 mm, kwa sababu kwa mfano ukiangalia hadi sasa tunatarajia kupata washiriki kutoka kwenye nchi takriban 82 ndio, lakini kwa sehemu kubwa zinatoka Afrika, kwa lengo ni kuwaleta pamoja wadau kutoka makundi mbalimbali mbali kwa ajili ya kubadilishana uzoefu, kujadili mm. na kuazimia mipango na mikakati ya pamoja inayolenga kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali katika sekta ya elimu mm. Tanzania tunajiona wapi katika eneo hili la matumizi ya kidijitali kwenye sekta ya elimu? kwa upande wa Afrika, Tanzania tuna tunakwenda vizuri sana, kwa sababu ukiangalia eh, eh, tayari kwenye mashule yetu kwenye mashule yetu kuna kuna majaribio mengi ambayo yanaendelea kwa kutumia baadhi ya teknolojia za kidijitali ikiwemo teknolojia ambazo zimetengenezwa na wabunifu na watafiti wanaotoka ndani ya nchi, lakini vilevile kuna teknolojia ambazo pia zinatumika kutoka katika mataifa mengine. Ndiyo. Kwa hiyo e, tunakwenda vizuri na niseme kwamba uwezekano wa kupiga hatua kwa kasi zaidi ni mkubwa kwa sababu tumeshaimarisha e, tumesha mazingira ya kisera kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, hivi karibuni mm -hmm. Nchi yetu ime, imezindua na kuanza kutumia tunaita mkakati wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika elimu National Digital Education Strategy. lakini vile vile sambamba ya hiyo na hilo tumeandaa na kuzindua miongozo mbalimbali ambayo sasa itasaidia ngazi mbalimbali mbali za elimu kuweza kuona ni namna gani wanaweza wakatumia teknolojia hizi. Kwa mfano Mdia. kuna mwongozo kwa ajili ya eh, eh, elimu msingi ambayo tunazungumzia katika ngazi ya eh, shule za msingi sekondari, na, na, na, na elimu ya, ya, ya ualimu. Alafu tuna, tuna mwongozo ambao unatumika una, una kwa ajili ya eh, vyo vya ufundi. Tuna mwongozo ambao unatumia katika vyo vikuu, lakini vilevile vile, tuna mwongozo ambao eh, mm-hmm. una, una, una una guide matumizi ya tekn eh, teknolojia za kidijitali hususan mm. akili mnemba au tunaita artificial intelligence, mnajifunza mnazungumzia kuhusiana na, na ufundishaji uh, uh, uh, ama kujifunza kidijitali katikati ya mazingira ambayo kuna changamoto za ukosefu ama upungufu mkubwa wa vitendea kazi katika shule zetu ikiwemo hmm. laptop kompyuta uh, na hasa katika shule za umma shule. Ndiyo. Ndiyo. Shule za serikali ukienda, shule nyingi za umma tunatarajia, eh, ili kuweza kufanikisha hilo mnalolisema la ilani kwamba wanafunzi wawe wana uwezo wa kumiliki laptop, na au shule ziwe na uwezo wa kumiliki kompyuta za kutosha ili hawa wanafunzi waweze kujifunza vizuri kidijitali, haya ambayo unayazungumza yanawezekana vipi katika katika cha changamoto kama hiyo? Eh, niseme kwamba eh, eh, changamoto kama hizo zipo lakini kama nchi tunapiga hatua kubwa sana, kwa sababu kuna miradi kadha wa kadha mm, ambayo ambayo e, inaendelea ku, ku, kuongeza e, vifaa mbalimbali e, tuseme vifaa vya kidijitali kwa ajili ya kutumia katika maeneo mbalimbali. Niseme kwa sababu ya wingi wa shule yetu ami shule zetu, kwa sababu ya wingi wa wanafunzi, bila shaka tunaweza tusi, tusiweze kufikia kila mwanafunzi kwa haraka, lakini niseme juhudi ambazo zinaendelea kwa kiasi kubwa zitatusaidia kuweza kusogea, lakini vile vile kama, kama, kama, kama, kama, serikali kupitia wizara tunaangalia namna ambayo tunaeza tukatumia kwa mfano simu za mkononi mm -hmm, ili kuhakikisha, kwa sababu simu za mkononi inawezekana ikawa ni rahisi zaidi kuweza, kuweza kupatikana, inawezekana vilevile ikawa ni rahisi zaidi kuweza kutumika kwa, kwa ajili ya kufikia wanafunzi wengi zaidi. Kwa hiyo kuna juhudi nyingi ambazo zinaendelea, na kama nilivyosema, simu za, za mkononi zikitumika vizuri mm -hmm, wataalamu wetu wakitusaidia kuhakikisha kwamba vijana wetu wanazitumia katika matumizi ambayo amelengwa kwa ajili ya kupata elimu na nini, tunaamini kabisa kwamba itaongeza ule wigo wa watoto, wataruhusu sasa wanafunzi wadogo, kwa mfano wa shule ya msingi kutumia simu za mkononi darasani. Inawezekana, kwa sababu mm, e, kitaalamu unaweza ukahakikisha kwamba simu hizo, wana uwezo tu wa kuweza ku kuaccess zile zile taarifa ambazo ni za kielimu. Kwa sasa muongozo unasemaje kuhusu matumizi ya simu za mkononi? kwa hawa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari, kwa mfano mwongozo unachokisema ni kwamba ni kwanza kabla ya kufikia ile hatua ya kusema kwamba labda simu za mkononi zitumie katika mashule lazima tuhakikishe kwamba tumeshafanya majaribio ambayo yatatoa namna nzuri ya kuhakikisha kwamba vijana wanaweza wakatumia shule hizi, dio? Au wanaweza kutumia simu, na baada ya hapo sasa ndio pale ambapo e, wizara kwa kupitia kamishna wa elimu wanaweza wakatoa waraka sasa kuelekeza ni namna gani Eh, mashule yaweze kutumia simu. Kwa hiyo kama nilivyosema, ni kwamba tayari eh, iko katika mpango kuweza kuona ni namna gani hmm. simu hizi zinaweza zikatumiwa zika, zika, zika na vijana kwa sababu so far ukiangalia kwamba kuna vishikwambi ambavyo vimegawanywa, lakini hivi vinatumika zaidi kwa waalimu, lakini sasa tunaangalia lazima tufike hatua kwamba hata wanafunzi pia eh, hata kama ni kwa kuchangia waweze kuwa na fursa ya kupata hizo digital devices kwa ajili ya kuzitumia. Kwa hiyo hmm, tunaona kuna fursa kubwa sana ya kutumia simu. Ndio maana tukaona kwamba ni vizuri kuangalia kwa haraka kutumia wataalamu wetu namna nzuri ambayo simu hizi zinaweza zikatumika. Kwa sababu yeah, wa, wanafunzi waki, wakirudi nyumbani, wazazi wanawapa simu wanatumia simu. Eh, kwa hiyo sasa ni vizuri tukaangalia namna nzuri ya kuzitumia badala ya kudhani kwamba eh, tu tuwazuie tu, tu, tu watoto wetu kuweza kutumia hizi simu. Naam. Na kwenye kongamano hili sasa tunategemea fursa zipi ambazo zitajitokeza na kwa nchi yetu tunaweza tukazipata? na kushukuru sana e, katika, katika kongamano hili kuna fursa e, e, mbalimbali kwa mfano ukiangalia katika katika, katika e, eneo la teknolojia za kidijitali tunategemea, kwa sababu washiriki wa wengi wanatoka tunazungumzia, makundi ya wanataaluma, wafanyabiashara, wawekezaji, wanafunzi na kadhalika na kadhalika. Tunategemea kwamba kwa kupitia kongamano hili, kuna kuna fursa ya kuanzisha programu za pamoja kama Afrika ambazo zinalenga kuongeza kasi ya matumizi ya teknolojia za kidijitali, lakini vilevile yanalenga kuongeza kasi ya utafiti na ubunifu katika te kuzalisha teknolojia za kidijitali kwa sababu tunatamani pia E, tusibaki kuwa watumiaji tu wa teknolojia za kidijitali vilevile na sisi tuweze kuchangia katika hizo teknolojia mm. Na bila shaka tukiwa na uwezo mkubwa wa kuweza kufanya utafiti na ubunifu tutahakikisha kwamba tunakuja na teknolojia ambazo zinaakisi mazingira yetu. Lakini kwa upande mwingine pia ukiangalia kwamba kama nilivyosema kwamba moja ya makundi kuna wafanyabiashara, kuna wawekezaji. Tunategemea pia wanaweza kujitokeza wawekezaji ambao E, tafiti e, e, bunifu za ndani ambazo zinahitaji kuendelezwa na kubiasharishwa ili ziweze kuingia sokoni basi zina, kunaweza kukawa na, na, na, na mashirikiano na makampuni kama hayo makubwa kwa ajili ya kufika kule. Mm-hmm. Lakini vile vile ukiangalia kuna fursa vile vile kwenye, kwenye uchumi wetu ukiangalia huduma eh, na bidhaa ambazo washiriki wa kongamano hili watazihitaji tukiweza kujiposition vizuri, tutakuwa na fursa kubwa ya kuweza ku, ku, ku, kuchagiza uchumi uchumi wa nchi yetu mm, mm. Lakini vilevile ukiangalia kwa, kwa upande mwingine, kunaweza kukatokea fursa pia eh, kwamba vijana wetu ambao tumewaandaa vizuri wanaweza wakapata fursa za kufanya kazi katika nchi zingine au wakapata fursa ya kuwa na miradi ya pamoja na wadau wengine kutoka nchi zingine za, za, za Kiafrika, kwa sababu platform hii inatoa ile tunasema avenue ya watu kuweza kukaa pamoja na kuweza kujadili na kuona ni fursa zipi ambazo wanaweza, wanaweza kuzitumia kwa ajili ya kwenda mbele. Kutakuwa na nafasi ya vijana kuonyesha kazi zao na mmewandaa, nashukuru sana eh, fursa hiyo ipo. Kwa mfano nitoe tu mfano kwamba tunafahamu kuna vijana wengi ambao ni wabunifu hususan kwenye teknolojia za kidijitali za ambazo zinalenga kuimarisha ujifunzaji na ufundishaji, lakini na usimamizi wa sekta ya elimu. Kwa hiyo kuna vijana kadhaa ambao watashiriki, na niseme kwamba kwa bahati nzuri kama Wizara ya Elimu tuna utaratibu wa kukutana na vijana wa namna hiyo kwa ajili ya kuangalia teknolojia ambazo wamezizalisha ili tuone ni namna gani tunaweza kuwasaidia kuongeza kasi e, ya kuhakikisha kwamba teknolojia hizi zinaingia katika, katika soko. Kwa hiyo watakuwepo vijana wa Kitanzania na, na, na, na niseme kwamba e, kwa siku za karibuni tumekuwa tukipata maombi kutoka katika nchi mbalimbali mbali, ambazo, ambazo wana teknolojia kwa ajili ya kufundishia na kujifunzia yeah. Lakini ukizilinganisha na teknolojia ambazo vijana wetu wamezibuni vijana wetu wana teknolojia zingine ambazo ni nzuri zaidi kuliko hata zile ambazo zimetoka nje ya nchi mm. Kwa hiyo hii inazidi kutupa kutupa msukumo na inazidi kutu, kutuhamasisha kuona ni namna gani tufanye ili kuhakikisha kwamba teknolojia ambazo zinazalishwa ndani ya nchi yetu zinaweza zikaingia katika matumizi sawa sawa. E, kuna teknolojia ambazo zinazalishwa na, na katika nukta hiyo hiyo, teknolojia zinazozalishwa na kuingia kwenye matumizi kuna baadhi ya mambo ambayo tulikuwa tunaona ya mengine yanafanyiwa majaribio lakini baada ya hapo hatukuona mwendelezo. Kwa mfano mesi, nakumbuka mm. E, kuna wakati tulifanya majaribio ya mwalimu ya, ya darasa moja, nafikiri darasa lilikuwa Kibaha kama, kama sio si Dodoma, ambapo darasa moja lina, lina connect na, na shule nyingi ndiyo, kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kinachofundishwa pale wengine wanafuatilia katika maeneo mbalimbali e, lakini baada ya pale hatukujua iliendeleaje na imeishia wapi. Labda pengine tuambie kama kuna kitu ambacho mlikifanya ndani ya wizara kuendeleza e, kile kitu ambacho kilijaribiwa wakati ule. Nashukuru na kabisa, hizi ni ile tunaita smart classes mm. ambayo kama ulivyosema inatoa fursa ya mwalimu anapokuwa sehemu fulani anaweza kufundisha wanafunzi wengi zaidi bado eh, tuna, tuna, tuna, tuna, tuko kwenye hatua ya maandalizi, na tunakwenda tuna vizuri, kwa sababu vilevile vile, unajua, kabla ya kuweza kuisambaza kuitumia kwenye mashule mengi zaidi lazima yafanyike ma, ma, ma, ma, maandalizi mazuri. Kwa mfano, kuhakikisha kwamba unapata unapata maudhui eh, eh, ma, mazuri ambayo yamekuwa aligned ambayo yanaweza yakatumia katika shule mbalimbali mbali. hmm. Lakini vilevile vile, lazima uhakikishe kwamba kwa shule ambazo zitakuwa sehemu ya, ya hiyo, ya hizo smart classes vile mm -hmm. vile zimeandaliwa zime, zime vizuri. Tunafahamu pia kwamba tunapozungumzia teknolojia za kidijitali sio tu tunaangalia teknolojia moja kwa moja mm -hmm. lakini kuna kuna mazingira mengine uwezeshi, kwa mfano kuna ishu ya umeme, kuna internet reliability mm -hmm. na vitu kama hivyo, lakini niwahakikishie kwamba baada ya kuwa na hii eh huu mkakati wa matumizi ya eh, eh, teknolojia katika, katika, katika elimu na shabaha ambazo tumeziweka hadi sasa. Ndiyo, juhudi ya, kama hizo ambazo zilishaanza kwa sababu kuna vituo tayari ambavyo vilishafunguliwa vilisha kwa ajili ya kazi hiyo, tunaamini kwamba tutaweza kuanza walau kwa idadi fulani ya shule, alafu tutakuwa tunaendelea kuongeza wigo eh, kwa kadiri muda unavyoruhusu. Sawa sawa, tukumbushe tena kwa ambaye ametukuta katikati, huenda kongamano hili litafanyika lini, wapi na jinsi ya kushiriki? Naam, nakushukuru sana kongamano la e-learning Africa kongamano la e-learning Africa eh, kama nilivyosema ni moja ya makongamano makubwa sana kimataifa ambayo inakutanisha nchi za, za, za, za Kiafrika na niseme eh, kwa mwaka 2025 linafanyika kwa mara ya kumi na nane kwa sababu eh, kongamano hili liliasisiwa mwaka elfu mbili na tano na baada ya kuwasiwa elfu mbili na tano limeshawahi kufanyika tanzania mwaka elfu mbili na kumi na moja kwa hiyo hii ni mara ya pili linafanyika nchini linafanyika tanzania na kwa bahati nzuri ile ishirini ishirini na moja vilevile e, hawa hii e, taasisi ya e-learning africa ilifanya kongamano hili kwa, kwa ushirikiano na iliyokuwa wizara ya elimu e, na, na, na, na mafunzo ya ufundi E, kwa mnaokumbuka kipindi kile Mheshimiwa e, Shukuru Kawambwa ndio walikuwa waziri wa wa wizara hii. Kwa kwa mwaka huu kama nilivyosema, ni mara ya pili linafanyika Tanzania na litafanyika kuanzia tarehe saba mpaka tarehe tisa hmm, katika kituo cha, cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere na e, ushiriki e, ushiriki kuna kuna kuna eh, eh, niseme eh, links ambazo tuna, tunaendelea kuzisambaza kwa ajili ya watu kuweza kushiriki, lakini niseme kwamba toka takribani miezi miwili sasa kulikuwa na hiyo fursa ya watu kuweza kujiandikisha kujia kuji kujisajili, ambao kuna Watanzania kadhaa ambao wanaweza kujisajili, lakini bado tunaendelea kutoa fursa zaidi kwa Watanzania, kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha kwamba Watanzania wengi wanaweza kushiriki sio tu kwenye mikutano mm, lakini vile vile kwenye maonesho ya teknolojia mbalimbali. Asante sana Prof, nakushukuru sana, na, sana. Tunasubiri siku yenyewe, nakushukuru e, eh, sana. Shuhudie tukio hilo kubwa. Asante sana kabisa, asante ni sana. Njone, ni Profesa Ladslaus Mnyone ambaye ni mkurugenzi wa idara ya sayansi teknolojia na ubunifu wizara ya elimu sayansi na teknolojia, tuliozungumza naye juu ya kongamano la e-learning Africa itakalofanyika hapa nchini kwetu Tanzania.